Unaweza sema mashabiki wa Simba sasa wamechafukwa roho, mashabiki ni kama vile wamechoka mwenendo wa klabu yao. Hii inathibitishwa na tukio lilotokea baada ya mechi ya leo ya Simba kumalizika, ambapo Simba alicheza na Esperance de Tunis ya kule Tunisia. Jambo ambalo limewakera mashabiki ni pale ambapo Simba iliongoza katika kipindi cha kwanza na kurudishiwa magoli yote katika kipindi cha pili. Licha ya kurudishiwa pia, walikoswa koswa nyingi, jambo ambalo limezua hasira kali kwa mashabiki yao, na wengi lawama wamempa ndugu Mangungo kwamba ndiyo kikwazo cha klabu yao kuyumba. Hii ni Afro Media TV. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Asante kwa kuwa nasi Afro Media TV.